Sehemu ya nne. Siku iliyofuata, Ramla aliamka akiwa na mawazo mengi. Maneno ya Nuari bado yalikuwa yanazunguka kichwani mwake, usijaribu kuwa karibu sana na mimi. Alijaribu kuyapuuza, lakini hofu na udadisi vilikuwa vikizidi kushinda. Wakati akijiandaa kwenda kazini, aliona dirishani Neema akizungumza na mgeni mwingine, mwanaume mwenye mwonekano wa kutiliwa shaka mwanaume huyo alikuwa akimnyoshea Neema nyaraka fulani. Ramla alihisi kuna jambo halikuwa sawa. Huyu sasa ni nani tena? aliuliza kimoyomoyo. Kazini, Ramla alijaribu kujiingiza kwenye kazi zake kama daktari ili kuondoa mawazo ya Anwar, lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya rafiki yake Sanaa kuonekana clinic. Ramla, sikiliza, kuna jambo lazima nikuambie. Kila mtu mtaa kijani anaongelea kuhusu yule kijana jirani yako Anwar, kuna kitu si sawa naye, alisema Sanaa huku akionekana na wasiwasi. Unajua Sanaa, watu wanapenda kuongea tu. Hata hivyo siwezi kuacha kuwasaidia watu kwa sababu ya maneno ya mtaa, Ramla alijibu kwa utulivu, lakini akihisi shinikizo ndani Ramla. Tuwe waangalifu, wakati mwingine watu hawako wa jinsi wanavyoonekana, Sanaa aliongeza kwa sauti ya chini kabla ya kuondoka. Usiku ulipoadia, Ramla alirejea nyumbani kwake na kukuta barua imelala mlangoni. Alifungua na kusoma, jiadhari na Anwari, hakuna anayemjua kweli. Maneno hayo yalimtetemesha moyo wake. Alijiuliza, je, haya ni maonyo ya kweli au ni njama za jirani zangu? Ghafla mlango wake uligongwa. Ramla aliposogea kufungua alikuta Anwari akiwa amesimama pale, uso wake ukiwa na huzuni na mshangao. "Ramla, samani kwa usiku huu, unaweza kuingia?" Anwari aliuliza kwa sauti ya chini. Ramla alisita kwa sekunde kabla ya kumkaribisha ndani. Wakiwa wamekaa sebuleni, Anwari alianza kuzungumza. "Ramla, najua kuna maswali mengi unayo kuhusu mimi, naelewa, lakini kuna mambo ambayo siwezi kueleza kila mtu." Ramla alimtizama moja kwa moja machoni. "Anwari, Siwezi kuendelea kushangazwa na kila kitu, niambie ukweli, kuna nini? Anwar alishusha pumzi ndefu. nimekuwa nikikimbia maisha yangu, kuna watu wanataka kunyihru kwa sababu ya mambo ya familia yangu, mambo ambayo siwezi kuyakimbia. lakini wewe, wewe umekuwa ni mtu wa kipekee. tafadhali usinihukumu kwa kile unachosikia, alisema kwa msisitizo mazungumzo yao yalikuwa ya kina, lakini pia yaliwachanganya zaidi. Anwari alimsogelea Ramla kidogo. sikujua nitapata wapi mtu kama wewe, Ramla, mtu ninayeweza kumwamini, alisema kwa sauti ya chini, macho yake yakikazia Ramla. alihisi mvuto wa ajabu, lakini bado alikuwa na tahadhari. Anwari, Siwezi kuelewa kila kitu sasa, lakini pia sitaki kukukosea. Tafadhali niambie kila kitu kwa muda wake, alisema Anuari. Aliinuka, akasogea karibu zaidi na kumshika mkono. Nitakwambia kila kitu, lakini si sasa. Tafadhali uwe nami, unaweza kuwa faraja yangu, alisema huku akimtizama kwa macho yenye mvuto wa ajabu. Mwisho wa sehemu ya nne. Je, yeah, Ramla ataweza kushinda hofu yake na kumwamini Anuari? Au siri hizi zitasababisha maangamizo zaidi kati yao? Msukumo wa hisia na hatari unazidi kupanda. Itaendelea.